Kamba? Mama yako alinivalisha kamba hizi ikiwa ni dhamana ya udugu wetu, hivyo basi niliziweka kwangu salama kwa miaka yote hii, lakini sikuweza kumtendea haki. Kuoa haimaanishi tuache kuwajali ndugu zetu, familia ya mtu huwa ni ya milele. Sasa ni kwa nini mke haelewi haya yote? Unajua, mama yako alikuwa akimwangalia Kusum kama mkwewe, alikuwa akimpenda sana. Wakati wote tuliokuwa tukizozana mimi na Kusum, mama yako alikuwa akinilaumu mimi muda wote. Na siku moja wewe ulikuja kwenye nyumba yetu na tulikukubali wewe kama binti yetu wa kumzaa, basi kuhusu mnaye hakusahau kuwa alikuwa shangazi yako, na leo anashindwa kuheshimu hata dhamana takatifu. Mjomba, kila mama mwenye nyumba katika hii dunia na nyumba yake ndio kitu cha kujivunia, na mtu yoyote katika nafasi yake ni lazima angeshtuka kujua juu ya rehani, na alichokisema shangazi kilikuwa ni sahihi. baada ya yote yale Baba, tutaweza kuiokoa nyumba kweli? Njoo hapa, njoo njoo hapa ka Ah. Ikiwa Mungu ametupangia basi, hili jambo litakuwa sawa tu, la sivyo, lazima tukubali tu ukweli ya kwamba hatukukusudiwa ukaa hapa muda mrefu. Mjomba, kwani unasema hivyo? Hakuna kitakachotokea na kwahidi. Hebu angalia sura yako, kwa nini unaonekana una huzuni? Na asubuhi ulikuwa ukiniita mimi kwa furaha. Haya, simama, ukampelekea shangazi chakula chake, tayari nimeshakiandaa. Mi sitaki kwenda kwake. Haya, simama, simama, twende. twende sio kwa sababu wewe ni mkubwa eti ndo nitakusikiliza. Hii mara ya mwisho sitakusikiliza tena. <laughs> Mjomba, ningependa kutafuta kazi lakini kwa ruhusa yako. Mwanangu, usikumbuke kabisa hii, wakati ulipokuwa mtoto kila mtu alikuwa akikutazama, alikuwa akisema huyu binti atakuwa na bahati njema maishani. Mwanangu, kwa hiyo hutakiwi kuwakatisha tamaa watu wote hawa. Wewe zingatia tu masomo yako. Hiyo ndiyo kazi yako muhimu sana zaidi hivi sasa. Vyas, inamaana nitafanya kazi yako. Ndiyo, niko hapa. Niko hapa naangalia nyumba ya Satish, lakini bado sijaweza kuzungumza na Puja kwa faragha. Ninasema bado sijazungumza na Puja chochote. Ndiyo, ninajaribu kadri ya uwezo wangu kuzungumza na Puja juu ya hili. Sawa, subiri, nitakupigia. Unaweza kutoka kwa dakika moja? Kiukweli, kumshawishi msichana kwa huo umri wako haipendezi na wala sio kitu kizuri kabisa. Haipendezi kushawishi wasichana wadogo, kwa sababu wewe umri wako ni sawa na baba yangu. Hapana Pooja, wewe ni kama binti yangu, na sikuwahi kukufikiria kwa njia yoyote ile mbaya. Unajua, nilikuwa natafuta nafasi ya kuongea na wewe ukiwa katika hali nzuri. Kweli nilitaka niweke haya mambo sawa, nikusaidie. Kunisaidia? Ndiyo mpendwa, nina kazi ambayo inataka nikupatie na wanatafutwa wasichana kama wewe kabisa ni kwamba ni watu wazuri sana kwa wao walivyo, wapo tayari hata kukupa milioni moja kwa kuanzia, na baadaye kiasi utakachokitaka utakipata pale utakapoanza kazi, kwa sababu mimi naona ya kwamba pesa ambazo utazipata zitaweza kukusaidia kulipa deni la mjomba wako. Unaweza kuuliza kuhusu aina ya kazi, wala usijali kuhusu hilo. Ikiwa bado haujaelewa chochote, hulazimishi kusema ndio, chaguo ni lako. na hii ni kadi yangu ya kibiashara na namba yangu ya simu iko humu ndani. Unaweza ukanipigia simu ili niweze kupanga muda mzuri wa kuonana. Usimwambie mtu yoyote kuhusu haya tuliyozungumza, tafadhali. Usimwambie hata huyo mjomba wako. Pokea. Okay, mimi ninakufahamu tangia ukiwa mtoto mdogo. Siwezi kukufanyia kitu chochote ambacho kinaweza kikavunja heshima yako. Siwezi kuteleza katika hilo. Shika. Unapaswa kujua ya kwamba hii nyumba uliiweka rehani kwa ajili ya matibabu ya mama yake. Kama kweli unamjali Anuji, hakikisha kwamba hapokonywi hii nyumba. Lipa deni la mama yako, kama kweli unamjali mama yako, yalipe madeni ya mama yako. Baba, tutaweza kuiokoa nyumba kweli? Usijali ikiwa Mungu ametupangia hivyo basi itakuwa ni vizuri, na kama sio hivyo, inatubidi tukubali ukweli kwamba tukukusudiwa ukaa hapa kwa muda mrefu. Ninachotaka ni kukupa ufa ya kazi, wao wako tayari kukulipa hata milioni moja kwa kuanzia, utapokea kiasi chochote utakachokitaka, na nina nia njema kabisa. Hizo pesa utakazozipata zitakusaidia hata kulipa deni la mjomba wako. Hakuna yeyote anayetoa ziada ya masomo ya biashara ya mwaka wa pili. Sasa kwa nini napewa pesa nyingi kwa nafasi ya kazi niliyopewa na Bwana Sharma? Wache nijaribu kutafuta kazi kwenye kampuni ambazo nimeziorodhesha. Itakuwa ni msaada mzuri wa kifedha kama nikipata kazi. Siku hizi amekuwa msumbufu sana kama wewe, maana anakula kwenye mikono yako tu. Kwa njia hiyo, penzi lako litapita kwake. Rahul, leo hauna mkutano? Mm, mama, kichwa kina niuma. Itanibidi niwapigie simu wairishi mkutano. Uh, uh, uh. Yani, kuna nini tena mama, mi nina shida gani? Wewe ndo una tatizo gani? Rahul, unaweza kusherekea kila kitu utakacho na kusafiri jinsi upendavyo, lakini kuwa mzembe juu ya kazi hiyo sio sawa. Na unajua nini? Okay. Inachukua mkutano mmoja tu kufanya au kuvunja msimamo wako, na pia sitaki ubaki nyuma nyuma kama huyo baba yako. Mama tafadhali, siwezi kuwa kama baba yangu na wala siwezi kukaa nyuma nyuma, kamwe siwezi kufanya chochote kile kitakachonifanya ni haribu. Hata hivyo mama, hakuna mtu mwingine anaweza kusimamia imaya kubwa namna hii Nakubali, lakini bado tunahitaji kuwa makini Rahul. Hali alionao Naren inabidi tuitumie vizuri ipasavyo. Usipoteze muda wala uhitaji kuwa na wasiwasi mama. Hata hivyo biashara sio kikombe cha chai cha kaka. Naweza nikakuahidi kitu mama, nitahakikisha nje ya ofisi ya mkurugenzi jina langu litapandishwa na kuwa juu. Siwezi kupoteza muda kwa vitu visivyokuwa na faida. ntanua mpya. Puja. Mjomba, hali ya hewa ni nzuri, karibu tupate chai hapa nje. Kusumu yuko wapi? Nimetengeneza bagia leo, si utakula hata kidogo? Hiyo inamaanisha kusumu bado hajaingia jikoni kabisa. Nyumba yote usimama akiwa amekasirika. Sijui ana matatizo gani. Chukua ni kachori, nimezinunua mizungukoni. Ah jamani, zinanukia vizuri hizo, na mimi nitakula kidogo. Kuna nini kijana, una shida gani? Kwa nini unaonekana mwenye huzuni? Nilikuwa nimeongea na Puja jana usiku kuhusu hili. Hata hivyo, usijali nitaongea naye. Kwa nini umekaa tu hivyo? Haya jamani mlibagia kidogo. Ni hmm. Nini ikiPuja? Unatafuta kazi? Utafanya vipi kazi na huku bado unasoma? Waajiri wote ambao umeshawasiliana nao utawaambia kwamba hujavutiwa na utakutana nao binafsi kufanya hivyo. Samani mjomba, lakini mimi pia nataka kufanya kazi, na pia aliangalia kwa njia hii, naweza kwenda kupata uzoefu nikienda kufanya hiyo kazi. Ingekuwa kama ni kwa uzoefu tu, ningekuhimiza kwa hili, lakini usinionea aibu kwa kufanya kazi. Matatizo yote tulionayo kwa sasa, muda si mrefu tutaweka kila kitu sawa, wala simoni akijitoa kwa ajili ya chochote. Wasi ulisema kwamba puja na anuji wote ni sawa, sasa kwa nini unamtetea huyu msichana? Na hata hivyo sisi hatujawahi kumwekea mipaka huyu binti, kwa hiyo tatizo la yeye kufanya kazi liko wapi? Acha mama, hivi kuna ulazima gani wa kuwa na hasira naye kila wakati? Nisikilize wewe, nenda chumbani kwako kujisomee. Sitaenda. ikiwa hauna shida ya kufanya kazi na Pooja basi na mimi sitojali kuhusu masomo yangu. kama hii nyumba ni ya kwangu, kwa nini deni liwe jukumu lake? Nitaacha masomo na kutafuta kazi. Anuj, kwa nini unalikuza sana hili jambo? Shangazi hajaniambia kufanya chochote. Hebu nawe acha kuwa kama zoba, unafikiri mimi ni kipofu eh? Baba, nimedhamiria, sheria hizo hizo zitatumika kwa Pooja na mimi. Kama dada atafanya kazi basi nami nitafanya. Kwani nimesema chochote kibaya? dada, dada, tafadhali sio sa kona... Sasa hivi sio Pooja sio Anoj, hakuna atakayesimamisha masomo yake, wala hakuna hata mmoja wenu kufikiria kupata kazi. Ikiwa kuna mtu yoyote ana shida na hilo, yuko huru kuondoka kwenye nyumba hii. Jana usiku nilifanya kosa, ningemwacha aondoke. Mi siendi kokote, hii ni nyumba yangu. Mama, una tatizo gani na Puja? Bwana Sharma, watu huhangaika sana kwa ajili ya furaha ya familia, na pindi familia nzima inapotetereka, majuto huwa ni kwa watu wote. Pooja hapa, Bwana Sharma, nataka kuja kwa ajili ya majaribio. Hata leo kama inawezekana. Thubutu vipi? tumepokea hii picha baada ya kutengenezwa huko nchini Italy na ukarabati wake una gharimu zaidi ya unavyofanya wewe kazi kwa mwaka mama mdogo. Hapana a... Naren, najua vizuri sana jinsi unavyowaheshimu hao watumishi lakini sidhani kama wanastahili wakati wako. Wapumbavu wakubwa! Samahani mama, ni makosa yangu, lakini sikufanya kwa maksudi mama. Unathubutu vipi! Una adabu wala ufahamu? Hautolipo kwa miezi mitatu ijayo, hiyo inatosha kwa kulipa ujinga wako. Nimekuambia mara nyingi, unatakiwa utafute mtu mwingine wa kufanya kazi zako. Umekuwa na sisi kwa miaka mingi, ni kwa nini unaendelea kufanya hivi hivi? Ni kwa nini unashindwa kuwa mwelewa? Unafanya vitu vya kijinga sana. Kwa nini? Una akili wewe? tamani mimi nilipe kwa uu ujinga wangu. Ramfa, njoo chumbani kwangu nikiangalie kidonda, tutoe vioo vilivyokukata. Yani huyu mvulana anazidi kuwa mwenda wazimu kila siku. Yupi mwenye kosa na yupi yupo sahihi? Hamu ya kulijua hilo linanifanya ni keshe. Yupi anayolipa kwa dhambi zako na yupi anayolipa kwa mema yako? Lakini bado tunaishi maisha yetu tukitafuta majibu.